Nimetembelea banda la TANESCO, nimejionea bwawa la umeme la Julius Kambarage Nyerere. Kwa kweli kazi imekamilika na lipo vizuri, na umeme kwa sasa hivi ni wa uhakika, tunaupata vizuri tu, hakuna matatizo tena. Yaani shida ya umeme ni imeisha. Kwa kweli tumefurahi, bwawa linafanya kazi vizuri na wafanyakazi wako vizuri, ina maana tumetendewa haki TANESCO iko vizuri na vitu vingi nimejifunza. Kwanza, kupitia teknolojia nimetembelea bwawa la Mwalimu Julius Nyerere kwa jinsi linavyofanya kazi na limekamilika kwa asilimia mia moja. Na kwa kuwa ukamilikaji huu umetugea picha kwamba maisha ambayo tunaishi kwa sasa umeme sio tatizo. Ile kukatika katika kwa mara kwa mara, sasa hivi umeme tunapata kwa uhakika kabisa. Nilivyoliona aesee, kweli serikali imefanya kazi. Kule ni mradi ni mkubwa, na kama umekamilika kwa asilimia mia moja, asee serikali ni ya kuipongeza hasa kwa jemedari rais wetu Samia Suluhu Hassan walivyopambania wa kukamilisha lile bwawa la Mwalimu Julius Tambarage Nyerere. Kwa kweli nimepata elimu ya kutosha kuhusu kwanza, uh, upatikanaji wa umeme nchini Tanzania, lakini vilevile vile, kuhusu uzalishaji wa umeme katika bwawa letu la Mwalimu Nyerere uh, ambalo kwa kweli ukiliangalia linaweza likaleta manufaa na kutupatia wananchi huduma uh, ya umeme iliyo bora na ya uhakika. TANESCO tunayangaza maisha yako.